Pete ya Leyla sehemu ya tano. Mlangoni pa nuru: giza hutoa kilio chake cha mwisho. Siku tatu baada ya mti wa mikungu kuwaka kwa moto wa samawati, kijiji kilikosa usingizi. Wazee wa mila walikaa kimya, watoto wakaanza kuota ndoto zilezile, zile ndoto za bahari ikizungumza na milango inayotembea kwenye anga. Hakuna aliyeweza kueleza, lakini kila mtu alihisi kitu kama upepo wa zamani ulioamka tena. Katika nyumba ya udongo iliyozungukwa na vichaka vya harufu ya mdaa Leyla aliketi kimya, pete mkononi, macho yake yakitazama mbali. Mara kwa mara alisikia sauti ya roho waliopita, si za kutisha, bali kama midomo inayomwongelesha kwa mawazo. Mama Hidaya aliingia kimya kimya. Alikuwa amevaa vazi la kitambo lenye maandishi ya Kimisri yaliyoandikwa kwa uzi wa dhahabu. Leo utafungua mlango wa kwanza, lakini kumbuka, milango haifungwi kwa nguvu, inaitwa kwa jina lake la zamani. Leyla alinyanyuka, hakuuliza swali. Alijua tayari. Ndani ya pete kulikuwa na mlango mmoja ambao tangu mwanzo ulikuwa ukimwita kwa ndoto, mlango wa majini wa Bahari ya Mbingu, karibu na pwani ya kale. Wakiwa pamoja na Mama Hidaya, walifika kwenye pwani moja ya kale ambayo haikutajwa tena kwa karne nyingi. Ilikuwa pwani tulivu, lakini chini ya mchanga wake kulikuwa na masimulizi ya wale waliopotea, waliowekwa kifungoni, waliolia na kusahaulika. Leyla alichimba kwa vidole vyake hadi alipogusa kibao cha mawe kikiwa na alama ya jicho lililofungwa kwa mshono wa mwanga. Pete ikaanza kung'aa yenyewe, ardhi ikatetemeka kwa sauti ya ngoma za mbali, ngoma ambazo hakuna mtu aliyepiga. Bahari ilitulia, kisha maji yakagawanyika taratibu, kama mtu anayevuta pazia la siri. Ndipo mlango ukaonekana, mlango wa maji unaong'aa kwa mwanga wa samawati na kijani kibichi, umejengwa kwa taa za roho Ukiingia humu huwezi kubeba chuki, tamaa, wala uoga, alisema Mama Hidaya. Hapo ndipo majini waliokombolewa hukaa, wakisubiri dunia iwakumbuke kama walivyo, si wachawi, bali walioteswa. Leyla akaweka pete kwenye kifua chake, ikamezwa na mwili wake kwa nuru. Halafu akachukua hatua ya kwanza ndani ya mlango, ndani ya bahari ya mbingu. Ndani kulikuwa na mwanga usiokuwa na chanzo aliogelea hewani kana kwamba yupo majini, lakini aliweza kupumua. Alizungukwa na sauti ya nyimbo, nyimbo za huzuni na uzuri usioelezeka. Majini watatu waliokombolewa walimkaribia, akawajua mara moja. Sauti zao zilikuwa zile zile alizowahi kusikia ndani ya pete. Umefungua njia, sasa sisi tutaweza kupita, lakini kuna mmoja aliyebaki nyuma. Sio jini, sio mwanadamu, ni wakati, na anajua umetoka. Leyla alihisi baridi ya ghafla, akageuka kivuli kikubwa kilianza kuchukua umbo, si kiumbe, bali ala ya zamani iliyojazwa uovu wa wote waliotamani pete hiyo kwa sababu za nguvu. Unapofungua milango ya nuru, giza huamka kwanza, kwa sababu lilijificha humo muda wote. Uko tayari kukutana na kivuli chako Leyla? to be continued. Sehemu ya sita: mstari wa Leyla na kivuli cha ndani.